Kwa majina naitwa Zahara Nganje kutoka Mlaponi Media. Hapa ni samaki samaki, Mtwara, sehemu ambayo unavyoingia katika lango kuu la jiji la Mtwara, manake manispaa ya Mtwara Mikindani, kwa Mheshimiwa Hassan Suleiman Mtenga, jimbo la Mtwara mjini unavyoingia katika maeneo haya na unapata ishara ya samaki mzuri, samaki ambaye anawakilisha ishara kwamba uchumi wa Mtwara, ukiachilia mbali korosho, basi ni shughuli ya kivuvi inafanyika katika maeneo haya. Ee bwana, wana Mtwara. Niko kwa nafasi moja kuchukua kumwelezea mbunge wa jimbo la Mtwara mjini Mheshimiwa Hassan Suleiman Mtenga mbunge ambaye amefanya utekelezaji wa miradi mingi sana kinaga ubaga bila kupepesa, ya kwamba ukizungumzia majimbo ya Tanzania hii yaliyopokea miradi mingi, pia Mtwara mjini ipo na ndio maana tunasema Mtenga ni mbunge anayekubalika anayeeleweka na Wanamtwara, amepokea miradi mingi sana katika jimbo hili la Mtwara mjini, na miradi yote ipo na utekelezaji wake ni mzuri sana, na tunakubaliana naye na ndio maana tumekubali kuungana naye kinaga ubaga katika suala la elimu amefanya utekelezaji wa kutosha. Afya, miundombinu ni safi, inapitika. Changamoto zipo, kazipokea na amezifanyia kazi, hivyo zinaenda vizuri. Katika maeneo mbalimbali ya maeneo furi namo, anafanya vizuri kabisa. Mheshimiwa Mtenga, sisi tunakwambia tutakapofika Oktoba 25 tutakulipa, tutakuvisha ubani wako, tutakupa maua yako. Katika jambo hili, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipopeleka shukrani, shukurani za dhati kabisa kwa mama yangu kipenzi, Daktari Samia Hassan Suluhu, na kuungana naye vyema kabisa katika kampeni yetu ambayo tunaendelea nayo kwamba utu na kazi kazi inakwenda vizuri kabisa mama, tuko na wewe. Shukurani za dhati kabisa zifike kwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wilaya ya Mtwara, lakini pia nitoa shukurani za dhati kwa mwenyekiti wa umoja mwenye wa vijana Mheshimiwa Nasoro Juma Muhamedi, Mtwara Mjini. Pia nitoe shukurani za dhati kabisa kwa mwenyekiti wa umoja mwenye wa vijana wa mkoa Mheshimiwa Abu Yusufu, kwa kampeni ya Mtwara Amka 2025 twende 20 na Samia. E bwana wana Mtwara Twende na Mtenga, wana Mtwara, twende na Samia mitano tena, eh bwana. Zaharani Ganje, Mlaponi Media. Asante.